Election. Tunasema hivi tukimaanisha kwamba kama hakutakuwa na mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi hatutakubali uchaguzi ufanyike. Tunasema CHADEMA hatutasusia uchaguzi, hatutasusia uchaguzi, kwa sababu ni sawa na wewe una shamba lako la mahindi au una shamba lako la karanga halafu ukaona ngedere na nyani wanakuja, unangurue na ngiri, ukasema, a a, mimi nawaacha tu. Utavuna au utavuna, ah, utavuna. Si ndio? Kwa hiyo tumesema tutaenda sambamba na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba uchaguzi haufanyiki. Jambo la pili, ndugu zangu, kwa kuwa mimi naongoza Baraza la Wazee na kwa sababu tunajua kuna kitu kinaitwa tasafu. TASAF ni manake, ni Tanzania Social Action Fund. Huu ni mfuko ambao unapaswa kusaidia kaya au familia maskini nchini Tanzania, lakini kwa masikitiko makubwa, mfuko huu ambao ni jasho la walipakodi wa Tanzania umekuwa sio kusaidia maskini, matokeo yake kwenye umaskini na kwenda kwenye hali nzuri zaidi, wamekuwa sasa wanafanyizwa kazi kama punda, kazi za kuchimba barabara au kumakitorio, hakuna. Kwa hivyo mnaona ni jinsi gani washihi kwa muda mrefu wamefanywa masikini, ndio wanapewa kipaumbele uongo, kweli. Kwa hivyo ndugu zangu, tunataka kule mbele viongozi, lakini na nyinyi mtunge mkono.